Haya, tuzungumze kuhusu kuangushwa kwa ndege ya kivita ya Ukraine aina ya F-16 na Urusi, jambo kubwa katika vita inayoendelea mnamo Aprili Dolest. Wizara ya ulinzi ya Urusi ilithibitisha kuangusha ndege ya kivita ya Ukraini aina ya F-16 katika eneo la Sumi. Hii ni mara ya kwanza kwao kukiri rasmi kuharibu ndege ya aina hii. Jeshi la anga la Ukraine pia lilithibitisha kupotea kwa ndege hiyo pamoja na kifo cha kusikitisha cha rubani Pavel Ivanov mwenye umri wa miaka 26 wakati wa mapigano. Rais Zelensky baadaye alimpongeza Ivanov baada ya kifo chake akiapa kutoa jibu kali na la uhakika. Sasa ilikuwaje? taarifa zinajitokeza lakini, inaaminika kwamba F-16 iliangushwa kwa kutumia kombora la kutoka ardhini kwenda angani aina ya Estor Hendus au kombora la kutoka angani kwenda angani aina ya R37M ripoti zinasema makombora matatu yalifyatuliwa, moja likifanikiwa kulenga shabaha. Vyanzo vya Ukraine vimeondoa uwezekano wa kushambuliwa kwa bahati mbaya na upande wao, kwani hakuna mifumo ya ulinzi wa anga iliyokuwa ikifanya kazi katika eneo hilo. Sasa hili siyo tukio la kawaida. Ni kuangushwa kwa pili kuthibitishwa kwa ndege ya kivita ya Ukraine aina ya F-16. La kwanza lilitokea mnamo Agosti 2024 katika mazingira ya kutatanisha na inazua maswali kuhusu changamoto zinazowakabili Ukraine katika kutumia ndege hizi za kisasa. Hebu tuchambue hili. Ukraine ilianza kupokea ndege za F-16 kutoka kwa washirika wa magharibi kama Ubelgiji, Denmark na Norway katikati ya mwaka 2023, ikiwa na takriban ndege oplacha zilizotolewa kufikia 2024. Ndege hizi zilitangazwa kama zenye uwezo wa kubadilisha mwelekeo wa vita, lakini athari yake imekuwa ndogo. Kwa nini? Kwanza, ndege za F ambazo Ukraini ilipokea ni mifumo ya zamani, hazina teknolojia ya kisasa kama ndege za kivita za Urusi za kisasa kama vile Su-35 ambazo zina uwezo mkubwa wa kufanya manuva na silaha. Zaidi ya hayo, marubani wa Ukraine wamepitia mafunzo ya haraka, mafupi zaidi kuliko programu ya kawaida ya mwaka mmoja. Hii imezua wasiwasi kuhusu utayari wao wa kutumia mifumo tata kama hiyo katika hali hatari, na pia kuna pengo la kiteknolojia kutokuwepo kwa mifumo kama link status, mtandao wa kubadilishana taarifa za kijeshi, kumesababisha mawasiliano na uratibu kuwa mgumu zaidi, hasa wanapokabiliana na mifumo ya ulinzi wa anga ya Urusi. Kwa mfano, mfumo wa makombora wa estorhento unajulikana kwa usahihi wake wa masafa marefu, jambo ambalo ndege za kivita zinazotolewa na magharibi zimekuwa zikipata shida kukabiliana nalo. Kwa hiyo hii ina maana gani kwa mzozo mzima? Inaonyesha vita ngumu inayowakabili Ukraine katika kuunganisha teknolojia ya magharibi katika miundombinu yao iliyopo. Pia inaonyesha jinsi ilivyo vigumu kushindana na Urusi katika ukuu wa anga, ambayo imekuwa sababu muhimu katika vita hii. Tukio hili linatumika kama ukumbusho mwingine wa ugumu na ukatili wa mzozo huu. Nyuma ya kila takwimu kuna maisha kama ya Pavel Ivanov yaliyokatizwa mapema sana na wakati mataifa yakipanga mikakati na kusambaza silaha, ni watu walio katika uwanja wa mapambano na angani ndio wanaolipa gharama kubwa zaidi. Nini kitafuata? Viongozi wa Ukraine wameahidi kutoa jibu na uchunguzi kuhusu kuangushwa kwa ndege unaendelea, lakini jambo moja liko wazi: vita hii inabaki kuwa ngumu na isiyotabirika. Kama kawaida, hayo tu kwa sasa. Endelea kufuatilia habari, hii bado haijaisha. Asante kwa kutazama.